Uh, maandalizi of course yanahusisha pande zote hizo tulizozitaja, lakini mimi labda nitazungumzia upande wetu sisi kama bodi. Sisi tunaendelea vizuri, tunaendelea vizuri sana uh, uh, kumekuwa na vikao vinaendelea, tunajipanga kwa kuhakikisha tunakuwa na mchezo bora, kwa sababu unajua dabi ni mchezo mkubwa, mchezo ambao ni alama ya ligi yetu, mchezo ambao unabeba hisia za watu wengi. Kwa hiyo, lakini lazima yawe makubwa, yawe mazuri zaidi, yawe bora, yawe yenye kuangalia pia vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo, tuna tunaendelea vizuri, tumeanza mapema tunaendelea vizuri tukiamini itakapofika hii tano kila kitu kitakuwa kimekaa sawa. Eh, kwa mujibu e, wa kanuni e, timu mwenyeji amepewa jukumu la kuandaa mchezo. Bodi ya ligi haisubiri uthibitisho, yaani kitendo tu cha klabu kukubali kushiriki ligi. Ukikubali kushiriki ndio unapewa, kubali kushiriki ligi manake umekubali kuandaa michezo yako yote ya nyumbani. Kwa hiyo hakuna muda wa kwamba bodi nasubiri uthibitisho kwamba klabu iseme sawa, tumekubali kuandaa. Kitendo cha kukubali maanake umekubali kuandaa michezo yako yote ya nyumbani. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo kwamba timu mwenyeji anawajibika kikanuni kuandaa mchezo. Kuna kitu kinaitwa uchunguzi. katika vitu ambavyo vilitajwa ambavyo vinafanywa uchunguzi kwenye machi nani, ilikuwepo swala ya kiusalama, ilikuwepo na swala iliyotajwa kwamba ni viashiria vya rushwa. Si unajua kuna taasisi nayo inayoshughulika na mambo ya rushwa, si ndiyo? Si unajua kuna taasisi inayohusika na mambo ya, si ya usalama. Kwa hiyo ukisikia uchunguzi, uchunguzi haufanywi na bodi kwa hiyo, kwa hiyo jambo ee, linalohusika na masuala ya usalama lipo kwenye taasisi inahusika na usalama. Jambo linahusika na mambo ya rushwa lipo kwenye taasisi inahusika na mambo ya rushwa. Kwa hiyo kuna watu nawasikia wanasema kwa nini kwa nini ee, tarehe imepangwa wakati uchunguzi haujakamilika hamjatupa majibu. E, bodi sio chombo cha uchunguzi. Kuna mambo yake ambayo yako ndani kufanya lakini yale ambayo hayako ndani ya uwezo wake, ambayo yanahitaji utaalamu, yenyewe bodi ina nafasi ya kupeleka kwa wataalamu na ikaacha yaendelee, lakini haimaanishi kwamba bodi isitishe mambo yake yote kwa sababu ya ya ya ya, hayo mambo ambayo hayajakamilika, si ndio? Inachoweza kufanya yenyewe ni kuendelea maandalizi, kichukua tahadhari ya kila kitu, ikihitaji uhakika zaidi kwenye kila kitu, si ndio eh? E-e, na kadhalika kwa hiyo mwisho wa siku tuseme kwamba eh, bodi kuendelea na maandalizi haifanyi kosa lolote, tayari kupanga tarehe ya mchezo, wala si hakuna kosa lolote. Na hayo maswali ambayo sisi tulijiuliza tukakosa majibu tuka tukaona umuhimu wa kutafuta majibu sehemu zingine, yatakapopatikana majibu yake yatatolewa, bila shaka, bila shaka yoyote bila shaka yote. Ukikwamishwa na chochote, ni lazima hicho kitu kichukulie kwa uzito, kwa maana ya tunapoelekea mchezo huu, ni lazima tuta tutakuwa tuta tutakuwa na uangalizi wa kipekee zaidi kwenye masuala yote e, e, na pale ambapo inawezekana labda kuna nguvu ilikuwa iliwekwa ndogo kulinganisha na ukubwa wa tukio lenyewe, itaongezwa maradufu ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda